Katika hali ya kuendelea kuongezeka kwa mzozo wa kijeshi kati ya Israel na Irani, jeshi la anga la Israel limefanya shambulio kubwa la pili dhidi ya kituo cha nyuklia cha Isfahan katikati mwa Irani hii leo Jumamosi. Shambulio hilo, ambalo linatajwa kuwa mojawapo ya makubwa zaidi tangu kuanza kwa mapigano haya mapya kati ya mataifa haya mawili, limehusisha ndege takribani 50 za kivita zilizotumia zaidi ya mabomu 150 kulenga maeneo kadhaa muhimu ya kijeshi na nyuklia nchini Irani. Kwa mujibu wa taarifa rasmi kutoka Jeshi la Ulinzi la Israel, mashambulizi hayo yamelenga na kuharibu zaidi miundombinu ya mpango wa nyuklia wa Iran, ikiwa ni pamoja na kituo cha uzalishaji wa mitambo ya kuzalisha urani kilichopo ndani ya kituo cha Isfahan. IDF imesema kuwa mafanikio ya mashambulizi ya awali yaliyofanywa Juni 13 yalipelekea uharibifu mkubwa wa maabara za uongofu wa Irani na sehemu nyingine nyeti katika kituo hicho na kwamba shambulio la leo lililenga kukamilisha kazi hiyo kwa kiwango kikubwa zaidi. Taarifa ya IDF imeeleza kuwa ndani ya kituo hicho, eneo la kutengeneza mitambo ya kusafisha urani lililengwa na kuharibiwa, sambamba na malengo ya kijeshi ya Irani katika eneo la Isfahan. Aidha, vituo vingine vya kijeshi vikiwemo maghala ya kuhifadhia makombora Magari maalum ya kurusha ndege zisizo na rubani na mitambo ya ulinzi wa anga ya Iran pia vililengwa na kushambuliwa katika operesheni hiyo. Taarifa zinasema kuwa Iran ilifanya mashambulizi kwa kurusha kombora tano za masafa marefu kuelekea maeneo ya ndani ya Israel. Hata hivyo, IDF ilidai kuwa walifanikiwa kuzuia uzinduzi wa makombora zaidi kwa kulenga na kuharibu malancha manne yaliyokuwa tayari kwa mashambulio kabla ya kutumika. Kwa mujibu wa ripoti za awali, baadhi ya makombora ya Irani yalipenya ngome za ulinzi, lakini hayakusababisha uharibifu mkubwa, huku idadi ya majeruhi ikiwa bado hajathibitishwa rasmi. Shirika la habari la Fars la Irani limeripoti kuwa licha ya mashambulizi hayo makubwa, hakuna uvujaji wa vifaa hatarishi vya nyuklia ulioripotiwa katika kituo cha Isfahan. Hili limethibitishwa pia na shirika la kimataifa la nishati ya Atomic ambalo limekuwa likifuatilia kwa karibu hali ya vituo vya nyuklia vya Irani tangu mzozo huu uanze katika siku chache zilizopita. Israel li pia ilifanya mashambulizi mengine dhidi ya maeneo kadhaa ya nyuklia na kijeshi katika mji mkuu wa Tehran kwa lengo la kupunguza uwezo wa Irani wa kuzalisha mitambo ya nyuklia na kuendesha mashambulizi ya makombora. IDF inasisitiza kuwa hatua hizi ni sehemu ya kampeni pana ya kuzuia Irani kuendelea na juhudi zake za nyuklia ambazo Israel inaziona kuwa ni tishio kwa usalama wake wa kitaifa. Hali hii imezua taaruki kubwa katika ukanda wa Mashariki ya Kati na duniani kote. Marekani imetangaza kuwa imehamisha ndege za kivita aina B2 kuelekea Guam kama hatua tahadhari Huku Rais wa Marekani Donald Trump akiwa bado hajafanya uamuzi wa kujiingiza kijeshi moja kwa moja katika mzozo huo. Nchi za Ulaya zimeendelea kuhimiza pande zote hizo mbili kurejea mezani kwa mazungumzo ya kidiplomasia, ingawa juhudi hizo hadi sasa hazijazaa matunda huku Irani ikakataa mapendekezo mbalimbali ya upatanisho kwa sasa. Dunia inatazama kwa hofu jinsi mgogoro huu unavyoweza kuenea na kuleta madhara makubwa ya kijeshi, kisiasa na kibinadamu, hasa endapo mashambulizi ya kijeshi yataendelea kulenga maeneo ya nyuklia ambayo yanabeba hatari ya kutokea kwa ajali au uvujaji wa mionzi hatarishi. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACTVET number REG mkwaju ANE mkwaju 029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi We